Yohana tatu sita. Ukisoma okay, hii habari, ukisoma kuanzia mwanzo Nikodemo, Nikodemo anaenda kwa Yesu, akamuuliza. Yesu akaanza kumwambia habari za kuokoka kuzaliwa mara ya pili akamwambia, inawezekanaje mimi mtu mzima ndani ya tumbo la mama yangu afu nizaliwe tena. Yesu akaanza kumchambua na kumfundisha namna anachomaanisha kuzaliwa mara ya pili ni nini. Akaambia, kilichozaliwa na roho ni roho, kwa mtu yoyote anapompa Yesu maisha yake anazaliwa kwa roho, na ukizaliwa kwa roho anasema unakuwa ni roho, hawi mwili unakuwa ni roho. Ulipotoka kwenye tumbo la mama yako ulizaliwa kwa mwili ukawa mwili, ulipompa Yesu maisha yako ulizaliwa kwa roho ukawa roho. Kwa wewe ni roho ndani ya mwili. Kama mimi ni roho ndani ya mwili, natakiwa niishi maisha ya roho mwilini. Ya mfano upi? Mwanzo sura ya kwanza nasema natumfanye mtu kwa mfano wetu akamwomba mwanamke na mwanaume aliomba kwa, mf kwa, kwa mfano kwa, kwa, kwa na mfano wake akawabariki akamwambia maneno pale. kwa sura ya pili ukija kusoma kwa, kwa, kwanza mstari wa 4 wa 5 anasema hapo Mungu alipomaliza kuzumba mbingu na nchi, hapo hapakuwa na mche wa kondeni bado, hakuna mmea wote, hakuna chochote kile, kwa sababu mvua ijanyesha. Kwani anasema kwa maana hapana mtu wa kulima ardhi, kwa vita vijaja sababu mna mtu wa kulima ardhi kwa nini? Na, na, na kati alishaumbwa sura ya kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 31 Biblia inasema Mungu alipomaliza kuziumba mbingu na nchi aliangaa, akasema tazama kila kitu ni chema sana. Kwa alipomaliza kuumba aliona kila kitu ni chema sana, kwa akamaliza uumbaji, na ndio maana sura ya 2 mstari wa 5 anasema alipomaliza kuziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo alikuwa ameshamaliza sasa. Kama amemaliza kuumba, kwa nini mtu hayupo wa kuilima ardhi? Ni kwamba mwanzoni aliumba roho, sura ya 2 alipoona kwamba hakuna mtu wa kuilima ardhi, akachukua mavumbi, akafinyanga mavumbi, akamtengeneza mtu kwa jinsi ya mwili, afu akampulizia puani pumzi ya uhai, Biblia inasema mtu akawa nafsi hai, mstari wa saba sura pili mstari wa saba sema, mtu akawa nafsi hai. Sasa Kiswahili kinasema pumzi, Kiingereza kinatumia neno spirit. Kwenye Ayubu anasema pumzi ya mwanadamu ndio taa ya Mungu, ambayo Mungu anaitumia kuchunguza mambo yaliyomo ndani ya mwanadamu huyo, ile Kiingereza kinasema the spirit of a man is a candlestick of God. Kwa hiyo ile pumzi aliyoongelea ni roho, the spirit of a man ni roho. Kwa hiyo Mungu alipopulizia pua ni pumzi ya uhai ile neno pumzi hakuna uliyo spirit kwa Mungu alipulizia puani spirit ikaingia ndani ya mwanadamu. Makini, alikuwa ni ile roho aliyoumba Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, 28, akaja akaingiza ndani ya mwili ambao ulitengenezwa uliyo sura ya pili mstari wa saba, na hakukosea mstari wa 26 sura ya kwanza. Mstari wa 26 nasema natumfanye mtu kwa mfano wetu, akamuumba mwanamke na mwanaume aliwaumba, kwa alisema natumfanye mtu kwa mfano wetu, alafu akaumba. Makini, kuna kufanya na kuna kuumba. Kingeza kitumia neno kucreate na kumake kumake na kucreate vitu vitofauti. Kucreate ni kuleta kitu kwenye uwepo kutoka kwenye nothing, unaleta kitu kwenye uwepo bila kutokea kwenye kitu chochote, kinakuwa hakijatokea popote, ila kwa jinsi ya popotera duniani hakijatokea popote kipo. Afu kufanya ni kuweka kitu kwenye uwepo kutokea kwenye kitu kingine, kama ambavyo tunaweza tuka, tukafanya tuka kitu tukafanya tukatengeneza chungu, kutokea kwenye nini? Mfinyanzi kwenye udongo. Kwa hiyo Mungu tangu mwanzo alipokuwa alipo na wazo la mtu alikuwa amekusudia tu vile am, amuumbe na kumfanya aumbe roho ambayo haitokea kwenye chochote kile duniani then aje afanye mwili uliotokea kwenye udongo. ko, alipopulizia puani pumza, alipopulizia ile roho aliyoumba Mwanzo sura ya kwanza, anaingiza kwenye mwili aliyoufanya alioutengeneza kwenye Mwanzo sura ya pili, mtu akawa nafsi hai. Ko picha ya Adam, ni Adam ambaye ni roho ile mwilini. Kwa hiyo akitembea duniani, tunamuona kwa macho ya nyama, ila ni roho, pure spirit inaoperate ndani ya mwili O hakuwa anaendeshwa na mwili 100%, alikuwa anaendeshwa na roho asilimia mia moja, sio na mwili. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, nilikuja kutafuta kile kilichopotea. Alipokuja Yesu, Biblia inamwita Yesu ni Adamu wa pili. Kwa nini inamwita Adamu wa pili? Kwa sababu amekuja kurudisha nafasi ya Adamu wa kwanza iliyopotea, amekuja kurejesha aina ya maisha ya Adamu wa kwanza iliyopotea. Kwa hiyo huku duniani ni kwamba unapompa maisha yako, unazaliwa mara ya pili, ni kwamba ile roho iliyokufa ndani yako inazaliwa ndani yako tena, inaingizwa ndani ya mwili wako, ingizwa ndani ya mwili wako. Lazima aliyezaliwa na roho ni roho, kichozaliwa na mwili ni mwili. Kwa inakuwa ni sawa na Adamu wa mwanzo sura ya pili ndani ya bustani ya Edeni, alipokuwa duniani kwa jinsi ya mwili, ila roho yake ilikuwa ni ile ya mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, 26 na 28. Kwa vile ulivyo hapo, wewe ni roho, sio mwili. Kwa hiyo okovu unakufanya uwe ni roho ndani ya mwili. Ile roho ilipoingia ndani ya Adam, sababu ilikuwa ni roho ya kimungu kabisa, ni roho ya Mungu imeingia ndani yake make, ndiyo maana alitembea kwenye frequency za kimungu, kwenye refu za kimungu, akawa ni mungu duniani. Soma Biblia nzuri, shetani alikuepo kwenye bustani ya Eden kabla mwanadamu hajaingia, ila hakuitwa mungu wa dunia hii. Alikuja kuitwa mungu wa dunia hii baada ya Adam kukabidhi kijiti. Kwa hiyo Adam alikuwa ni mungu wa dunia hii, sio shetani. Shetani akachukua ile nafasi, Adam akawa amepoteza kwa unapompa Yesu nafasi ukazaliwa mara ya pili, roho yako ina, yako inafufuliwa inazaliwa kwa mara ya pili, unakuwa ni roho ndani ya mwili, unakuwa ni Mungu wa dunia hii. Ndio maana kwenye Zaburi sura ya, ya, ya themanini na mbili mstari wa tano na wa sita anasema hawajui wala hawafahamu naotembea gizani, nimesema misingi yote, nimesema nyinyi ni miungu na wana walio juu yote pia, lakini mtakufa kama wanadamu na kuanguka kama mmoja wakuu, kwa sababu hatujui na hatufahamu tunakufa kama wanadamu na kuanguka kama mmoja wakuu, ila tukijua na kufahamu kwamba sisi ni miungu na Asama, hawajui, wana waliyejuu pia nasema hawajui wala wafahamu naotembea gizani, misingi yote ya nchi imetikisika. Nimesema ninyi ni miungu na wana waliyejuu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu na kuanguka kama mmoja wakuu. Unapoona ni, lile neno lakini linakupa mbadala kwamba ninyi ni miungu na wana waliyejuu nyote pia lakini Ukisoma neno lakini maana yake, matokeo yanayofuata sio yaliyokusudiwa ya, ya, ya ni kinyume ya yaliyokusudiwa. Napanga kuja kwako kwa, kwa kwa kwa kwa kesho, lakini neno lakini maana yake kesho siji, naweza nikaja leo au siji kabisa. Kwa hiyo aliposema, nyinyi ni miungu na wana wa Aliye Juu nyote pia lakini, maana yake kinachofuata sicho kilichokusudiwa. Anasema lakini mtakufa kama wanadamu na kuanguka kama mmoja wakuu. Kwa hiyo Mungu hakukusudia tufe kama wanadamu watu wauwangge kama mmoja wako, ila ni kwa sababu hatujui na hatufahamu, lakini the moment tunajua, ndio maana nikakwambia ufunuo, sababu ufunuo wake ni siri iliyofichuliwa. Ukisoma kwenye Mathayo sura kumi na tatu ile habari ya mpanzi au Marko sura ya 4 ile habari ya mpanzi watu, wakati wanafunzi wa Yesu wanamuuliza Yesu, tuambie nini maana huu mfano, aliwaambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri zafama mbinguni, lakini wale walioko nje mambo haya yananena kwa mifano, ili wakitazama wasione, wakisikia wasisikie, wasije wakabadilika nikawaponya. Kwa hiyo mabadiliko ya mtu ni matokeo ya kusikia kwake au kuona kwake. Asema ili wakisikia wasisikie na wakitazama wasione, ili wasije wakabadilika wasije wakaongoka. Kuongoka sio kuokoka, kuongoka ni kuchange, ni kuwa ni transformed, wasije wakabadilika nikawaponya. Hawa wanafunuliwa, kwa sababu siri ikishafunuliwa kwa, kama kitu hukijui maka, ile ni siri iliyofichwa kwako. Ikishafunuliwa siri sio siri, kwa sababu imeshafunuliwa kwako. Kwa sababu hawajui wala wafahamu, kwa tukishajua na tukafahamu, hatupati matokeo ya kutokujua. Kujua tutapata matokeo ya kujua, hatutapata matokeo ya kutokufahamu. Kufahamu tutapata matokeo ya kufahamu kwa kama tukishafahamu hatutaanguka kama wanavyoanguka wala hatutakufa kama wanadamu wanavyokufa, kwa sababu sisi ni miungu, sisi ni roho, sio wanadamu. Sema mtakufa kama wanadamu. Kwa nini? Sababu Mungu akutenda sisi tufa kama wanadamu, sababu sisi ni miungu, ni roho, ni spirit, ni roho ziko si ndani ya ya miili. Biblia inasemaje? Mtu akinipenda, Yohana 17, anasema mtu akinipenda, atashika neno langu na baba yangu atompenda, nasi tutakuja na kufanya makao kwake. Kwa Mungu Baba maana anamtafuta, kuja na kufanya makao. Anasema au mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu nami ndani yake mke kuna nama tunakuwa tumepatanishwa na Kristo, tumeunganishwa tunabadilishwa tunakuwa kama Kristo. Ndio maana Yohana sura kumi na tano anasema mimi ni mzabibu na baba yangu ndio mkulima, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, asiyekaa ndani yangu huyo hawezi kuzaa, kwa sababu anasema pasipo mimi ninyi mwezi kufanya kitu chochote, pasipo mimi. Ndio maana Yesu anasemaje, anionee mimi, mimi amemwona Baba, kwa sababu walikuwa wanafanana. Mungu alipokuwa ndani yake anaonekana Mungu asema, anionaye mime amemwona Baba. Kwa nini sisi tunatakiwa tukionekana sisi aonekane Kristo? Sababu anapokuwa ndani yetu, ile asili ya kimungu inaathiri asili ya kwetu. Kwa nini sisi tunakuwa kama yeye, tunafanana naye. Na mfano huo huo kwenye sayansi, kwenye jini na dominant gene mwanamke kwenye mifumo wake uzazi, wa kiuzazi wa, mayai yake ana x tupu ambayo x ndio inaenda kuleta mtoto wa kike. Mwanaume ndani yake ana x na na y. X ni ya kike, y ni ya kiume. Kwa hiyo anayeamua anayeamua azalie mtoto gani? Sio mwanamke, ni mwanaume. Mwanaume ndio anaweza akasababisha mke azalie mtoto gani, sababu mama yeye, wanawake wote wana x tupu, ila mwanaume ndio ana x na na y. Hiki ni kitambaa ani maji, hiki kitambaa ni x ya kike hii ni y ya kiume Sasa mama anatoa x kwa anatoa kitambaa tu, baba naye akitoa x zikakutana, anakuja mtoto wa kike. Hiyo ni sayansi, na kineza kinatuambia acha sayansi iwe mwongo, Mungu peke yake awe mkweli. Sasa ni kwamba mtu mtu atoka kwa Mungu atoki atoki kwenye sayansi anatoka kwa Mungu. Kwa Mungu anaita anayeamua. Yohana sura 4, sura 4 inaongea habari za Msamaria na Yesu. Yesu alikuwa anatembea, akakutana na mama Msamaria kisimani, akaomba maji. Mstari wa 24, Yesu anaongea na mama anamwambia "Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hauwezi kumwabudu Mungu katika roho kama mwenyewe sio roho. Kwa lugha nyingine Yesu anamwambia yule mama, ili umwabudu Mungu lazima uzaliwe mara ya pili. Kwa maana Mungu ni roho, aliwambia, akasema nyinyi mnabudu msichokijua, ila sisi tuwabudu tukijuacho. Yesu anamwambia sisi tuwabudu tukijuacho, nyinyi mnabudu msichokijua, kwa maana Mungu ni roho, na wamwabuduo imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa wenyewe ni kwamba mtu akisha mpeso maisha yake anahamishwa, anawekwa kwenye levu ya kimungu, anawekwa kwenye kiwango cha kimungu, anawekwa kwenye klasi ya Mungu. Kwa akishaingia kwenye, kwenye klasi ya Mungu, anaweza akaishi rohoni, ndipo akamwabudu Mungu sababu hauwezi kumwabudu Mungu rohoni kama rohoni hauko alive, hauko hai, hauishi. Sababu Mungu ni roho, nao wa mabudu imewapasa kumwabudu Mungu katika roho. Katika roho vipi na kati wewe hauko rohoni? Ko, uko huko mwilini, lakini ro, uko rohoni ndani ya mwili. Kwa jinsi ya mwili tunakuona, lakini wewe ni mtu wa rohoni kwanza, kabla ju mtu wa mwilini kwanza, sababu usipokuwa mtu wa rohoni hauwezi ukamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Na ndio maana kwa sababu wewe ni roho ile, kwamba wewe ni roho kwa uokovu unakufanya kuwa roho, ushafanya kuwa roho, unakuwa ni ishara. Isaya sura nane inasema tazama, mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara katika Israeli. Kwa maana maisha yako yanakuwa ni ishara, watu wakikutazama wanapata direction, wanapata mwelekeo, watu wakikutazama wanapata jibu la maswali yao. Sababu, we ni ishara, asema, tazama mimi na watoto ni niopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Kwa Mungu anakusudia kwamba ukishampesu maisha yako, unakuwa ni roho ndani ya mwili unaishi, unakuwa ni ishara na ajabu kwenye mambo ya maisha yako. Swala so, la muujiza inakuwa ni sehemu ya maisha yako.